Msaada! Msaada wa Samaria Wema, tunasikia sauti tu. Sauti tu. Niko hapa, samani nomba msaada, nimeletwa huku hey, na majangili wenye kamila mbaya. Wako wapi? Wametoka wameenda kutafuta mwafaka ili waje kunidhuru kwa masilahi ya kishirikina. Sasa, sikia. Tunakutafutia ncha itakayoweza kukuokoa. Umesikia? Tafadhali naomba msaidie. Naifanyeje hii? Shika hiyo ncha, uishike ndio itakayokuokoa. Vipi, kuna nini hapa? Huyu bonge aliacha ncha na akazama, ikawaje sasa? so. huyu mzee aliingia kule kwenye maji akampelekea ncha na akaokoka. Aa... Ah, ncha, uzuri wa ncha ncha <coughs> <Vibu. tose> asante sana, imeshika <coughs> <I mexica> ncha <coughs> naminok <Ne> <coughs> eh? Kwani hiyo ncha ni nini mpaka tunatakiwa tuishike ili tuokoke? hmm. ncha takuonyesha